Ahibu majitu mbilikile, nipo kata Kigoma mjini hapa. Yani kwa kesho, yani Simba kiupupi wajiandae sana. Yani kesho wajiandae sana kwa sababu, yani kesho tunaonesha kazi yani, chini sio ya goli tatu. Yani no, na goli tatu wale wanakula yani. Ai eh, eh, so tuko na shemeji kwa watu wazi, yani kwa uhakika, chuma tano. <laughs> ah, hamna haiwezekani. Yani kwa kesho kio jipanga iko setu Yaani kesho tutalipa kisasi. Lazima. Goli stani lazima. Mechi ya kesho wa amwezi mkatoboa yaani hamsianga hamsini kwa Simba. Majina kwa Steward Hussein. Niko Kigoma sambamba na aibenki uhakika, mi ndo kinda kichapu, lazima kesho tushinde magoli matatu. Kesho kesho yaani kesho Dakika kumi tutaingiza goli. Na mtazamaji wa Habari Zetu na Matukio, hizo ni tambo tu, lakini bado mechi haikuchezwa na wala hakuna kilichoendelea.